So, kwa majina mimi naitwa Dionis Malekela na niko hapa kwa ajili ya kuzungumzia masuala ya cryptocurrencies. E, kama wewe ni mjasiriamali kidigitali au tunasema uh, digital entrepreneur, cryptocurrencies bila shaka sio kitu kigeni kwako. Uh, utakuwa umewahi kusikia. Lakini e, sipingani na ukweli kwamba asilimia 95 au zaidi ya Watanzania bado hawafahamu kuhusiana na masuala ya cryptocurrencies. Ni mageni. Lakini pia uh, asilimia saba mpaka tisa ya world population eh, watu wote duniani ndo ambao wana na masuala ya cryptocurrency kwa sasa hivi. Yaani katika asilimia mia, mia eh, katika watu wote duniani asilimia saba mpaka tisa ndo ambao wana na masuala ya cryptocurrency sasa hivi. Manake nini, watu wengi bado haya masuala ni mageni. Sawa eh? Lakini tukitaka kuzungumzia Cryptocurrency au tunasema sarafu mtandao au digital money, lazima tuvizungumzie vitu vikubwa viwili eh. Lazima tuzungumzie inflation kwa maana ya fedha kushuka thamani kadri siku zinavyozidi kwenda au kupoteza ile purchasing power, uwezo wa fedha eh, kulipia bidhaa na huduma kadri siku zinavyozidi kwenda. Lakini pia lazima tuzungumzie mageuzi ya nne ya viwanda kutokana na ukuaji wa sayansi na teknolojia, na kadri siku zinavyozidi kwenda tumefikia kwenye fourth industrial revolution, na kwenye fourth industrial revolution eh, tumeshakuwa na uh, mageuzi kadhaa ya viwanda. Tumekuwa na mageuzi ya kwanza, ya pili, ya tatu na sasa hivi tuko kwenye mageuzi ya nne ya viwanda, na kwenye mageuzi ya nne ya viwanda uh, haya ni mageuzi ambayo yanagusa kila nyanja, kuanzia fedha, usafirishaji, nishati, mazingira, eh, afya, kila sehemu eh, kuna mwendelezo wa ukuaji wa sayansi na teknolojia ambako maboresho yanafanyika na upatikanaji wa hizi huduma yamekuwa advanced kutokana na sayansi na teknolojia inavyokuwa na kuendelea. So, leo nitazungumzia tu kwenye upande wa cryptocurrencies au digital money. Sio kama eleweka. Kwanza kabisa naomba tutambue kwamba uh, cryptocurrency ni fedha kama ambavyo ilivyo Tanzania shillings. Sawa? Na inatumika kulipia bidhaa na huduma kama ambavyo uh, ilivyo Tanzania shillings au Kenya shillings au US dollar. Sawa? Kwa watu ambao wamekubaliana, yani Uh, crypto inafanya kazi kwenye mazingira ya peer to peer, mtu na mtu, bila ya kuwa na mtu kati. Lakini pia kuna njia za kuibadilisha Tanzania shillings kuwa uh, crypto na crypto kuwa Tanzania shillings. You can exchange. Unaweza ku kubadilisha. Niweke tu hivyo kwa sasa. Sasa cryptocurrency ime kwa nini tumefika kwenye cryptocurrency? Ni nini ambacho kimetokea mpaka tumekuwa na digital money? Kwanza kabisa tutambue kwamba fedha imepitia vipindi tofauti tofauti mpaka kufikia sasa hivi. Kwa hiyo barter trade ilikuwa ni kubadilishana bidhaa kati ya mtu na mtu. So, eh, namna ambavyo ilikuwa inafanyika ni kwamba unahitaji mbuzi. Eh, unahitaji labda debe la mahindi, lakini wewe una mbuzi, si ndio? Unanipatia mimi mbuzi na kukupatia debe la mahindi. Sika naeleweka, yani bidhaa na bidhaa. Lakini hii biashara ilionekana na changamoto kubwa mbili cha kwanza, eh, kilikosekana kitu cha kulinganisha thamani ya hiyo bidhaa zilizokuwa zinabadilishana. Kwa mfano, uh, mimi nataka mbuzi, si ndio? Au mimi nataka mahindi. Lakini mimi nina mbuzi. Unakuja kuona kabisa hata kama elimu kwa kipindi hicho tunaweza kusema haikuwa kubwa kiasi hicho, lakini mimi ninayetoa mbuzi kwa ajili ya kupokea debe moja la mahindi, naona kama kweli nina shida ya mahindi, lakini mbuzi mzima yule nampa mtu kwa debe la mahindi. So kulikuwa hakuna ile fairness, lakini eh, kitu cha pili ambacho kilikuwepo ni kwamba kulikuwa kuna mgongano wa bidhaa, alafu tunakosa vile vitu vingine ambavyo tunavyohitaji, kwamba tunahitaji mbuzi, lakini mimi nina mahindi, au na mahindi, hatuna mtu ambaye mwenye mbuzi. Na baada ya hapo, hii fedha imekuwa inaboreshwa, ni fedha ya makaratasi, lakini imekuwa inaboreshwa kadri siku inavyozidi kwenda, kwanza kuanzia kwenye muonekano eh, ukichukua noti ya elfu mbili ya zamani na noti ya elfu mbili sasa hivi unakuta ni tofauti, si ndio? Zimekuwa zinaboreshwa kadri siku zinavyozidi kwenda, lakini uh, ishu nyingine zimekuwa zikiongezewa namna mbadala ya kusaidiana kufanya kazi, yani kwa mfano uh, katika ukuaji wa sayansi na teknolojia eh, um, uh, tumekuja kujikuta tuna uwezo wa kulipa kwa kupitia uh, uh, mobile payment na uwezo wa kulipa kupitia Tigo Pesa ya Teliman sio kana ileka. Kwa hiyo hizo sasa, hizo njia zingine ambazo zimeongezeka uh, tofauti na ile uh, uh, fiat money, uh, fedha asili ya Tanzania, hizo ndo tunasema uh, na, na, hapa ndo kwenye mageuzi ya nne ya viwanda yameanza kuwa na njia mbadala ambazo ziko more electronic uh, kuliko cash. Hapo tunapozungumzia mageuzi ya nne ya viwanda kwa upande wa fedha, kadi siku unavyozidi kwenda eh, hii fedha imezidi kuongezewa njia zingine. Baadaye tukaja kwenye plastic payment, kwamba una account yako ya kadi, eh, ya benki, una account ya benki si ndio, umejiposit pesa benki na ili uweze kulipia huduma haikulazimu wewe kwenda benki kutoa pesa, alafu eh, uje ulipie kitu, and then badala yake unatembea tu na ile eh, kadi ya benki kwamba nitafika mahali nitataka huduma, nitalipa kwa kadi ya benki, nitatia pale kadi yangu ya benki and then nitaweka kiasi ambacho nataka kulipia huduma, nitaconfirm, mara pesa itakatwa kwenye akaunti yangu and then mimi nitatoka na kadi yangu, unakuwa umelipia huduma. Hayo ni katika mageuzi ya nne ya viwanda. Sasa kwenye mtiririko huo huo watu wakaona mm-mm, eh, tunahitaji njia nyingine mbadala katika kuendelea kukua, uh, katika kuendelea kukuza au kukua kwa mwendelezo wa matumizi ya fedha, tunataji njia nyingine mbadala, ambako ndo cryptocurrency kaja. Lakini cryptocurrency imekuja, uh, msingi wa cryptocurrency ni kwamba imeje ku fight against inflation. Inflation ni nini? Inflation ni kitendo cha fedha kushuka thamani kadri siku zinazozidi kwenda. Kwa nini fedha inashuka thamani kadri siku zinazozidi kwenda? Kwa sababu ya njia ambayo fedha inapatikana, ambayo, yaani njia ambayo fedha inatengenezwa. Tunajua kwamba fedha inaprintiwa. Sindiyo. Kama ambavyo wewe unaenda kuprint naenda uh, document labda stationery, ndio hivyo hivyo fedha inaprintiwa. Eh, imagine leo hii, au ndio uhalisia kwamba tunaweza tukawa na noti za noti za elfu kumi kumi labda noti bilioni moja, hizo noti zikaprintiwa mara moja. Kwa maana ukizihesabu moja, mbili, tatu hizo noti zinafika bilioni moja zikaingizwa kwenye mzunguko si ndio? Baada ya kuingizwa kwenye mzunguko kadri unavyozidi kutumia zinapungua na tukumbuke kwamba ni fedha za karatasi, kwa hiyo zinakumbana na changamoto uh, zote ambazo karatasi inapitia, inachanika. Ikichanika pale na maana yake na thamani yake imepotea. Umeiweka kwenye suruali, umeifulia, sijui imelowana, imelainika, thamani yake ndio imepotea, si ndio? Lakini pia kuna kugushi, kwamba kuna mtu anaweza akatengeneza fedha bandia kwa mfanano ile ile fedha ambayo umeitengeneza eh mpaka wewe uje kujua kwamba hii ni fedha bandia, tayari hii fedha haina thamani. Sasa imagine umefanya kazi ambayo umetumia nguvu, jasho limekutoka and then mtu anakulipa fedha bandia eh, ifikiria namna gani inafila sasa, nam, uh, namna gani uh, inflation inatokea. Kwanza nimezungumza kuhusiana na namna ambavyo hii fedha inapatikana si ndio? uh, hii ndio ambayo inafanya fedha hiyo inashuka thamani kadri siku zinavyozidi kwenda, kwa sababu zinapokuwa zinapungua watu na, na, na print wanaongeza zingine ili ku confirm kwamba fedha inashuka thamani kadri siku zinavyozidi kwenda. Fikiria kuhusu wazee wa miaka ya zamani ambao tumebahatika kukaa nao, hata kama sio mzee wako moja kwa moja, lakini eh, tumebahatika kuwa na mazungumzo nao, labda uh, kupitia kwa watu au kupitia direct kwako mwenyewe. Mzee anakwambia alikuwa analipa shilingi 300 mshahara eh? Shilingi 300 alikuwa na uwezo wa kufanya savings, akanunua kiwanja, akanunua nyumba, akajenga, akanunua usafiri. Kwa hiyo yeye shilingi 300 ambayo alikuwa analipwa kipindi kile, lakini tukija sasa, sasa hivi 300 e, haina thamani tena. Hata chapati uwezi kupata. Na ukitaka confirm hivi, angalia sasa hivi, wale kipendekezo walipokea, walikuwa wanapokea mishahara 23. Sasa hivi, uh, laki nane, laki tisa, milioni moja, milioni mbili, watu wanapokea mishahara. Lakini standard ya maisha unakuta haina tofauti kubwa. Shika naeleweka. Tunaweza tuka tukabishana hapa, lakini sisi tu tupo kwenye ulimwengu ambao kidogo teknolojia inatusaidia lakini uh, standard ya maisha ni ile ile. Kadi siku unavozidi kwenda huko mbeleni, utakuta mshahara wa mtu wa chini, yani mshahara wa chini wa mtumishi wa serikali labda ni milioni kumi. Kadi siku unavozidi kwenda, sababu tunaendelea kupanda. Kadi siku unavozidi kwenda, mshahara unazidi kupanda kutokana na uh, mahitaji yanavozidi kukua sindio? Lakini hiyo hiyo milioni kumi, utajikuta maisha hayana utofauti na haya sasa hivi kabisa kwa sababu gani? Kwa sababu vitu vitazidi kuwa na thamani kadri siku zinavyozidi kwenda, vitu vitazidi kuwa na thamani. Sasa hivi AST unaweza kuipata eh kwa mtu labda milioni nane ngapi, lakini usembe unaichukua mpya labda 15 20, unapata AST kipindi hicho ambako tutakuwa tunalipa mshahara wa milioni kumi au watakuwa wanalipwa mshahara wa milioni kumi kwa mwezi hao watakao kuwepo, utakuta AST na uzo milioni 100 ukija kufanya calculation unakuja kuona hakuna tofauti na sasa hivi na maisha yetu ya sasa hivi. Utakuja ukuta maji lita moja ni shilingi elfu tano japo mtu anapokea milioni kumi. Utakuja ukuta pikipiki sasa hivi tunaipata kwa milioni tatu, tatu na nusu, nne. Yeye ili aweze kumiliki pikipiki anatakiwa ndio kwa milioni 25, 30 mpaka 40. Kwa hiyo maisha yanakuwa ni yale yale. Kila siku sasa kutokana na hii changamoto ya kushuka thamani kwa fedha kadri siku navyozidi kwenda wakati huo bidhaa zinapanda thamani kadri siku zinavyozidi kwenda. Huyu bwana Satoshi Nakamoto ambaye ndo mwanzilishi wa masuala ya Bitcoin au cryptocurrency eh, kwa kupitia teknolojia ya blockchain ambapo teknolojia ya blockchain ilianza toka mwaka 1990 mwanzoni, lakini practical application au matumizi endelevu ya cryptocurrency yalikuja kuonekana uh, mwaka elfu mbili na tisa mwanzoni ambako uh, kutokana na anguko kubwa la kiuchumi ambao lilitokea mwaka 2008 na watu katika kutafakari kwamba tunawezaje kuepukana na hizi hali za fedha kushuka thamani kadri siku na kuzidi kwenda? Kwa sababu uh, leo hii wewe unaweza ukasema unatunza fedha benki. Eh, lakini baada ya miaka mitano unakuja kujikuta ile ile fedha ambayo ulikuwa unaitunza ni bora ungekuwa na invest. Na huo ndio uhalisia. Na kama ningekuwa ni kushauri basi nisingeshauri mtu awe anatunza fedha benki kama kutunza. Badala yake afanye investment. Umena kiwanja, labda kama unaenda kuinvest benki kwa kuweka labda kwa fixed account na nini. Lakini sio eti kutunza kama kutunza kwamba e, ili nisipoteze niweke benki kabisa. Yaani, katika kosa kubwa ambalo watu wanalifanya ni kutunza fedha benki kwa sababu, nimeshatangulia kusema fedha inashuka thamani kadri siku zinavyozidi kwenda. Kwa hiyo leo hii wewe ukiweka milioni kumi benki, baada ya miaka kumi baadaye utajikuta milioni kumi yako wakati ule ambako ulikuwa na invest ungeweza kuweka kwenye ungeweza kununua kiwanja si ndio? Kile kiwanja baada ya miaka kumi mbele ungejikuta unaweza kuuza milioni ishirini, thelathini au hata hamsini, lakini hiyo hiyo milioni kumi yako ukirudisha sasa hivi, eh? Amini, baada ya hiyo miaka kumi ukisema uirudishe uitoe ufanye matumizi. Kile kiwanja unakuta hauwezi kukiafordi tena. Hauwezi kununua tena. Na probably nothing ambacho unaweza ukafanya na ile pesa lakini miaka kumi nyuma ulikuwa una uwezo wa kufanya kitu kikubwa ambacho kingeweza kubadilisha ficha yako, lakini kwa sababu ulichagua kutunza benki kuiweka, na kwanza lazima itakuwa imekatwa katwa kwa sababu unakata pesa ya kutunza kila mwezi, kata maana na vitu kama hivyo, lakini haitakuwa na thamani ile ambayo ilikuwa nayo kipindi unaiwekeza. So baada ya anguko kubwa la kiuchumi la mwaka elfu mbili na nane uh, Satoshi Nakamoto aliona ili hii changamoto isiendelee kuwa endelevu kwa maana changamoto ya fedha kushuka thamani kadri siku zinavyozidi kwenda, eh tuje na mfumo mpya wa fedha sawa. Eh, na hapo ndo ambapo alikuja na, uh, Bitcoin. elfu mbili na nane alirelease white paper ya Bitcoin. Kwenye cryptocurrency white paper huwa tunasema ni uh, maelezo kuhusiana na crypto, uh, crypto usika husika kwa maana hiyo, crypto inazungumzia namna gani crypto itaenda kufanya kazi E, ina maximum supply kiasi gani, itategemea kupanda thamani kwa mechanism zipi, security kwenye hiyo crypto itakuwaje. Kwa hiyo kwake kuna huo utaratibu kwenye cryptocurrency na bwana Satoshi Nakamoto, na Satoshi Nakamoto naye kwa upande wake hivyo hivyo alitengeneza uh, white paper ya Bitcoin ambao baada ya kuirelease hiyo Oktoba 2008, 2009 mwezi wa kwanza eh, mwa mara wa kwanza ulifanyika. Na block ya kwanza ilikuwa mind ambayo inaitwa Genesis block, yeah. Lakini ndani ya hiyo white paper ya Bitcoin ambayo ilikuwa na heading inasema Bitcoin a peer to peer electronic cash system, kulikuwa kuna vitu ambavyo amevistate. Katika hivyo vitu ambavyo amevistate, alieleza misingi mitatu ya cryptocurrency, kwamba huo mfumo mpya wa fedha ambao anakuja kuintroduce utakuwa na misingi mikubwa mitatu. Misingi hiyo ni kwamba, msingi wa kwanza fanye kazi kati ya mtu na mtu bila kuhusisha banks wala serikali. Sikanaeleka. Kwamba mimi nikitaka kutuma muamara kwako nisipitie benki wala nisipitie uh, third party yoyote. Tuna uwezo wa kucommunicate sisi wawili, na sisi wawili tukafanya biashara tukamalizana sisi wawili. Kwa namna hiyo aliamini, tunaenda kutengeneza au crypto itakuwa na security. Kwa sababu zile manipulations hazitakuwepo. Manipulations E, ni njia za unyofuaji unyofuaji, yani unaweza ukashangaa unataka kutuma pesa kwa mtu fulani, lakini mpaka inakuja kufika haifiki ile ambayo uh, umeitarajia. Hiyo ni issue ya kwanza, lakini issue ya pili alizungumza kuhusiana na self executing system, ambako anasema ili hii system iweze yani, uh, hii fedha iweze kufanya kazi vizuri na bila ubabaishaji, lakini kupanda thamani kadri siku zinavyozidi kwenda, lazima iyo iwe ni self uh, i, i, i, i, iende ikafanye kazi kwenye mfumo ambao ni self executing tusitegemee watu kuziendesha. Tukitegemea ni mtu tu akiwa involved kwenye swala swala la la mamlaka au swala la maamuzi, basi tutegemee huo mfumo utakuwa na changamoto. So, hapo ndo ambapo tunakuja kuiona blockchain imekuja kutumika. Bitcoin ilikuja kujengwa kwenye blockchain au ilikuja kuintroduce kwa introduce ni kwenye blockchain, na mpaka leo tunazitumia blockchain kwenye ama swala cryptocurrency. Inawezekana blockchain ni ni kitu kipya, lakini kwa ufupi sana eh, fikiria kuhusu operating system It's either iOS kwa maana ya iPhone au uh, Android kwenye hizi simu zingine Samsung na simu zingine, si ndio? Sasa uh, kama ambavyo kwenye uh, Android una uwezo wa kutengeneza application ukaenda kui, kuiweka Play Store, and then mtu mwingine akaja akaidownload na kutumia ile pale. Mimi Android naweza nikadefine kama rocket ambavyo inafanya kazi, inaruhusu mawazo mapya kujengwa juu yake au ufikiria kuhusu barabara. Barabara ni moja, si ndio? Lakini na uwezo wa kupitisha gari ya kila aina. Lori linapita, eh, bajaji inapita, pikipiki inapita, IST inapita, sio kama naeleka. Kwa hiyo na blockchain nayo ni hivyo hivyo, ni open source, kila mtu mwenye uwezo wa yani, kujenga wazo juu yake ana uwezo wa kulijenga, yani inaruhusu mtu kujenga wazo juu yake. Kwa kifupi sana, blockchain naweza nikaizungumzia hivyo kwa leo. Lakini hii blockchain imeruhusu vitu vingi sana tofauti na hii fe, mfumo wa fedha ambao tunazungumzia. Kuna vitu vingi sana ambavyo watu wamepresenti mawazo yao kwenye blockchain na yanafanya kazi, tutakuja kuangalia siku nyingine. Kwa hiyo sasa, Bitcoin na yenyewe imekuwa ni electronic cash system ambayo ni self executing, ambayo imejengwa kwenye msingi wa blockchain na, um, na, na kitu cha tatu ambacho hapa ndo Bitcoin ilikuja kushinda mfumo wa kawaida wa fedha ni kuwa na maximum supply hapa ndo ambako uh, mfumo wa cryptocurrencies ulikuja kuwa na potential au umekuja kuwa na potential kuizidi hii mifumo ya kawaida ya fedha kwa maana ya traditional money system. Kidendo cha kuwa na maximum supply maana yake nini? Uh, kadri siku zinavyozidi kwenda, supply inapungua, demand inaongezeka. That's why thamani ya crypto huwa inapanda kadri siku zinavyozidi kwenda. Kwa mfano, maximum supply ya Bitcoin ni Bitcoin milioni 21. Hiyo ni maximum supply tokea siku ya kwanza inakuwa Bitcoin, uh, Bitcoin inakuwa launch kwenye masoko, sindiyo? maximum supply ilikuwa ni milioni 21, na mpaka leo hii tunazungumza maximum supply ni milioni 21, lakini supply ya Bitcoin inaenda napungua kadri siku zinazozidi kwenda. Kwa nini? Kwa sababu kadri siku zinazozidi kwenda watumiaji wanazidi kuongezeka, watu ambao wanajishughulisha na Bitcoin wanazidi kuongezeka wakati huo wanazidi kuongezeka, wote wanagawana sehemu katika ile ile milioni 21 ya maximum supply ya bitcoin, sio? Kama unapata hiyo concept. Lakini pia njia nyingine ni kwamba uh, supply inapungua kwa sababu watu wanauza bitcoin. Ilianza na thamani kama ya dola 0.0009 hivi, ni kama shilingi 2.5 kipindi hicho, lakini tukija kuichukulia thamani ambayo unaweza ukaifanyia calculation mwaka 2011 bitcoin imekuwa na thamani ya average ya dola moja, yani wastani wa dola moja kwa mwaka 2011 elfu mbili na kumi na moja dola moja ni kama elfu mbili mia sita elfu mbili mia saba hivi kwenye crypto, si ndio? h Eh, kama mtu alinunua bitcoin moja mwaka huo sasa hivi bitcoin moja ni zaidi ya dola laki moja, maana maana ni zaidi ya milioni 250 za Kitanzania. Na sio muujiza, sio imani ya ushirikina, sio free mason. Cryptocurrency thamani yake inatengenezwa na fedha yaani wewe unapoweka shilingi mia tano kununua uh, crypto unaenda kuongeza market cap ya Bitcoin, unaenda kuongeza mtaji kwenye Bitcoin. Akija mwingine akaweka elfu ishirini na yeye anaenda kuongeza mtaji. Kwa hiyo wote mnavyozidi kununua, mnazidi kupandisha mtaji wa Bitcoin, tunasema market capital kwenye cryptocurrency. Kwa kadiri siku market capital inavyozidi kupanda, uh, thamani ya cryptocurrency au ya token hiyo inazidi kupanda kwa sababu fedha ambayo ipo au tunaweza kusema hata hisa na nini inazidi kuongezeka. Yaani sio kwamba eti e, thamani ya cryptocurrency inatengenezwa out of the blue. No. Fedha ambazo watu wanatumia kununua ndio ambazo zinaenda kutengeneza thamani. Na Bitcoin imeshawahi kuwa na dola moja, dola tano, dola kumi, dola ishirini. Mimi binafsi mwaka elfu mbili na achana na huko no, nyuma ambako nasoma soma mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ambako ndo nimeanza kuwa engaged eh, completely kwenye masuala ya cryptocurrency. Nimewahi kuiona Bitcoin ikiwa na dola elfu ishirini na saba kwa macho yangu mwenyewe kwenye coin market cap, lakini pia kwenye exchange kama Binance, nimeiona ikiwa na dola elfu ishirini na saba. Kipindi kile ilikuwa inacheza kati ya dola ishirini na saba mpaka thelathini na tano. Eh, narudi thelathini na moja, thelathini na tano. Na crypto huwa ina tabia ya kupanda na kushuka in between. Lakini in a long run, hasa -hasa utility, eh, crypto huwa zinapanda thamani na kama hivi tunasema cryptocurrency kama Bitcoin ilikuwa na thamani ya dola moja eh, mwaka elfu mbili na kumi na moja lakini leo hii ina zaidi ya dola laki moja sika tunaeleweka kwao, baada ya Bwana Satoshi na Kamoto kuanzisha huo mfumo wa fedha ambao lengo lake yeye ilikuwa ni kulipana kati ya mtu na mtu, na aka introduce swala la maximum supply ambako kwenye mfumo wa kawaida wa fedha hicho kitu hakuna, kwa sababu fedha ikipungua tu kwenye mzunguko ina printio nyingine inaongezeka hivi ndio hivyo hivyo ilivyo kwenye mfumo ya cryptocurrency. Bwana mdogo Vitalik Buterin, eh, eh, huyu ni mlasha, yeye ni mwanzilishi wa Ethereum, ana co-founder wenzake lakini mtangulizi ni yeye au mwanzilishi ni yeye. Yeye aliona uh, cryptocurrency ina potential sana na inakuja kuwa kitu kikubwa sana, lakini kwa nini ibaki kuwa ni fedha ambayo inatumika kulipana kati ya mtu na mtu, akasema mimi naamini crypto ina uwezo wa kufanya vitu vingi zaidi ya kuwa fedha ambayo inatumika kulipana kati ya mtu na mtu, akaintroduce masuala eh, ya smart contract. Kwa hiyo akajenga nicho kia Ethereum kwenye blockchain. Sawa, na hapo akawa na crypto yake ambayo tunasema Ether, maarufu kama Ethereum. Ether ilianza na thamani ya dola 0.3 moja. Unaweza ukafanya hapo kwa kwa Tanzania shilingi ngapi? Lakini sasa hivi ina zaidi ya dola 1400 Ethereum moja. Yeye alikuja na mawazo kwamba tunaweza tukaintegrate hizi huduma zote za kifedha ambazo tunazo kwenye maisha ya kawaida tukazintegrate kwenye cryptocurrency, kwamba kwenye, kwenye mabanks tuna uwezo wa kukopa. Kwa nini tusiwe tuna uwezo wa kukopa kwenye cryptocurrency? Banks tuna uwezo wa kuinvest kwa riba, kwamba mimi naweza nikaenda benki, nikaweka zangu milioni kumi kwenye fixed account, alafu wakanipa 10% ile fedha kwa mwaka mzima, si ndio? Kwa nini tusiweze kufanya hivyo kwenye cryptocurrency? So akaja na masuala ya staking, ambapo ukiangalia mechanism of action ni the same kama kwenye mabanks lakini akaja na swala la smart contract. Smart contract ni mikataba tunasema kama ile ambayo ilivyo ni mikataba janja, au kama ambayo neno lilivyo smart contract, tunaweza kutafsiri kwamba ni mikataba janja, ni mikataba mba ambayo haina mtu kati, kwamba ni mimi na wewe tunakubaliana, tunafanya biashara, terms zinaiko mara moja pale, zina run throughout. Mfano mimi na wewe tunataka kuuziana kiwanja, si ndio? Mimi ndio mnunuzi, wewe ndio muuzaji, kwa nini niende kwa mwenyekiti kwa nini tumtafute shahidi? Skaunaelewana kwa sababu hatuaminiani. Nini kitatufanya sisi tuaminiane? tutatakiwa tu na nini ambacho kitatufanya sisi wawili tuaminiane? tutatakiwa tu na system kati yetu. Ndio hapo masuala ya blockchain na smart contract yakawa implemented. Kwa maana mimi nataka kukopa kwako 2020 si ndio, lakini mimi natakiwa nini na dhamana, tunasema collateral Dhamana, okay, dhamana ni nini? Dhamana labda ni NFT nsu yani, sina shida na pesa, lakini mimi pesa sina nina NFT. Kwa hiyo ile NFT inasimama kama kurate, kama dhamana. Utakapofanya muamala tu wa kutuma NFT, tayari ile kiasi ambacho ume request kinakuja kwenye akaunti yako. Kwa hivyo hivyo hivyo kutokana na uh, watu kuwa na mawazo tofauti tofauti, leo tuna cryptocurrencies nyingi nyingi nyingi nyingi zaidi ya laki moja ukichanganya na meme token na manini e, tuna crypto nyingi sana, lakini tu kuna angalizo hapa, ni crypto gani sahihi ya wewe kuingia nayo? Hiyo ni kitu cha msingi zaidi, ambacho sasa hilo ni darasa la siku nyingine. Kwa hiyo kwa muendelezo huo huo, huo, wa watu kuwa na mawazo mapya kadri siku na kuzidi kwenda, tukakuta tuna crypto token nyingine ambayo ni maarufu na, na kubwa ya BNB coin ninavyozidi kwenda sehemu ambapo hawa watu watakutana na kufanya biashara, kwamba na Ethereum, si ndio? Nataka niibadilishe Eh, kuwa labda Bitcoin Bitcoin moja sasa sana Ethereum ngapi? Au Ethereum moja sasa sana Bitcoin ngapi? calculation hii ikitari pale, hiyo sehemu ndo wana shopping zao wakaianzisha Binance exchange, ambao ndo the leading exchange, the popular exchange kwa kila kitu uh, market capital participants na kila kitu. Naye hivyo hivyo akaanzisha crypto yake crypto token yake kwa huko akiwa na msingi wa, wa exchange kama ndo biashara mama kwenye hiyo crypto token yake. So kila, kila crypto eh, ina misingi yake ya kuhakikisha na kumbi. Kwa kifupi, nafikiri inaweza ikawa nimeeleweka, yani kama ambavyo biashara ya kawaida zilivyo, si ndio? Wewe ukitaka kufanya biashara utaangalia udhaifu wa, wa eneo ulilopo kwanzia eneo na wafanyabiashara ambao wako pale utaangalia kwamba huyu biashara yake mtaji anao, lakini ofisi yake haijakaa sawa, yani ni ofisi ya kawaida. Asali mimi ili nije ku compete hapa lazima kwanza nitengeneze ofisi kubwa nzuri ya kisasa alafu ndo nifanye biashara. Kwa hiyo unakuja kuona bidhaa leo huyu labda ni na huyu ni vile vile, lakini huyu ame ameboresha ofisi fs yani, competition ambazo tunazo, tunazo kwenye e, biashara za kawaida eh, ndo hivyo hivyo pia kwenye cryptocurrency. Crypto projects zipo, kila mtu anaitengeneza crypto yake kuhakikisha kwamba inapanda thamani kadri siku na kuzidi kwenda, lakini tu kwa misingi ambayo imewekwa na cryptocurrency au ambayo iko kwenye blockchain ya kuendesha cryptocurrency kwa maana ya kuwa self executing eh. So, nilikuwa najaribu tu kutoa picha namna gani tumetoka na mpaka tuna cryptocurrency. Kadri siku zinavyozidi kwenda tutazidi kuzungumzia masuala mengine kwenye haya mageuzi ya nne ya viwanda. Tutazungumzia uh, mageuzi ya nne ya viwanda kwa ujumla, tutachambua crypto moja moja, kwa sasa crypto kubwa hizi ambazo zinafahamika sana. Tutaeleza namna gani ya kujua, kwa sababu kwenye cryptocurrency pia utapeli upo, scam ipo. Ni fedha kama fedha ya kawaida, matumizi yanabaki kwa mtu binafsi. Kuna notion ambazo ziko huko mtaani kwamba crypto ni scam Uh, crypto sijui, uh, yani changamoto ya crypto inakuja kwenye matumizi ya mtu binafsi uh, mtu akiamua kulipia kutumia cryptocurrency uh, kununulia madawa ya kulevya, hauwezi kujenerize kwamba uh, crypto ni scam kwa sababu zimehusika kwenye biashara biashara madawa ya kulevya, hauwezi kujenerize hivyo kama ambavyo hauwezi kujeneralis kama, uh, kwa kusema Tanzania shillings sio fedha halali, kwa sababu kuna mtu ameitumia kulipia madawa ya kulevya. See you next time.